Halo, baba baba huwezi e, amini mama anatombwa e, inasikitisha. Unajua dunia inapoelekea sasa hivi hatujui, yani muona? Yani dunia imekuwa shagala bagala yani yani, huku kule kule huku, yani mtu, yani, mtu anachukua simu, mtu mzima huyo anachukua simu yake anamrekodi ana mtoto afu mtoto anaongea matusi kama yale afu mtu mzima anarekodi ana, ana anaenda ana na yani post na yeye yani kwamba ni sahi bwana anashindwa kuelewa yani anashindwa kuelewa kabisa kuna content za watoto wadogo eh? hata kama ndio mnatafuta followers viewers sio kwa style hii jamani kila siku naongea hii sio style ya kupata viewers ama followers eh tengeneza content nzuri za wa, ya mtoto mdogo zipo content za watoto wadogo wachezeshe watoto, contenti nzuri mbona zipo nyingi tu. Kwa nini msifuate maadili hayo sasa? yeah. Hiyo mtoto mdogo kama huyu anataka kumwambia sasa, sometimes mtoto mwenyewe hata hiyo maana yake hajui, kaambiwa tu kwani ongea hivi, lakini mtoto mwenyewe hajui maana yake, kwa sababu nikimwangalia huyo mtoto, kwani hata kwenye hata kwenye hivyo vitendo hajafikia kabisa, yani havijui na wala hajafikia na hata bale yeye hajafikia na wala haijui lakini, mtu anaenda kumwambia mtoto aongee maneno kama hayo. Kwa sababu mtoto mdogo kama huyu hawezi kuongea maneno hayo mbele yangu mimi nipo. Ina maana mimi ndio nimemruhusu aongee. Sijui umenielewa. Yaani hawezi kuongea maneno ya matusi mbele yangu mimi. Na ukimwona tu mtoto mdogo kaongea matusi mbele yangu mimi au ya mbele ya mtu mzima ujue yule mtu mzima ka, yule mtu kamruhusu aongee hayo maneno. Kwa tujifunze jamani, tujifunze nyie ambao mnabaki na watoto, jifunzeni ko ni makini ya watoto, angalieni content nzuri za kuwachezesha watoto, na frozi mtapata, na viwazi mtapata, msikimbilie tukurupuka. Eh, haya sio maadili mazuri ujua. Sasa hivi simu zinashika, na watoto wadogo wengi wanashika simu. Kwa hiyo watoto wengine wanapokuwa, wanapokuwa wanaona vitu kama hivi, naakuwa sio vizuri, yaani eh? mtoto mmoja anakuja ana kupoteza watoto wengine nyuma huko kibao tu. Katika maadili ya Kiafrika, haya sio maadili yetu hayo hmm. Waafrika, sisi hatuna maadili kama hayo. Ndio maana hata wazungu wanatupenda sisi watu weusi wa Afrika, kwa sababu tuna maadili ya Kiafrika. Kwa hiyo sisi tukianza kufuata maadili ya ya wazungu, eh, nani atatupenda? Mzungu gani atakuja Afrika? Wazungu wanatoka huko wanakuja Afrika kwa sababu sisi tuna maadili ya Kiafrika. Tuna nyendo zetu sisi Waafrika tofauti na nyendo zao wazungu. Na ndio maana wazungu wanakuja kwetu. Na ndio maana sisi nataka twende kwao tukaone nyendo zao za wazungu zikoje, kwa sababu wao na nyendo zao, na sisi tuna nyendo zetu. Kwa hiyo sasa, mkianza mfanye sana, sisi wa, wa, wa, wa Afrika tufuate nyendo za wazungu, itakuwaje hapo? Kuna nini tena hapo? hmm. Sio msindo, mnataka msababishe tena moto utokee Afrika jamani, kama ulivyotokea huko California? Sijapenda na sijafurahia kondoti, sijafurahia kabisa, yaani sijapenda na sijafurahia huyo ambaye mtu huyo mtu ambaye alirekodi content yani, alifanya makosa mbaya mno. Kwa ni makini watoto, wazazi, walezi, fuatilieni watoto wenu. Mwanzo hadi mwisho kuanzia shule mpaka nyumbani. Hata kama mzazi uko busy, tenga muda, fuatilia mtoto wako nyendo zake. Anafanya nini? Na kama iko na mtoto yuko na simu, fuatilia simu yake, kitu gani anaposti? Eh, yeah? Kitu gani ambacho anafanya katika simu? Mbona hizo tu? Yaani ni rahisi. Lakini nashangaa mnamwachia mnaacha mtoto anakuwa huru kiasi hicho. Yeah. Ni ujinga huo. Oh. Oh, huo ni ujinga kabisa. Alafu mtoto baadaye kishakuwa mkubwa anakuwa ashikiki, mnaanza kulalamika. Oh, watoto wa sasa hivi, siji nini? Watoto wa sasa hivi, watoto wa elfu mbili, siji wakoje? Hakuna. Mtoto unavomlea ndivyo anavokuja kukua baadaye. Eh? Mtoto mdogo huyo, mtoto hawezi kukushinda kulea, bado mdogo huyo mtoto. Unaweza ukamnyosha vizuri tu. Unamwacha anakuwa steli hiyo, akishakuwa baadaye anakuwa anashindikana, afu mnaanza kukimbilia oh, serikali sijui nini, watoto sasa hivi. Kumbe sio hivyo, kumbe mtoto wewe mwenyewe ndio mwalimu, utaingia yuko mdogo. Kama uja subscribe channel yangu, tafadhali subscribe hapo chini. Guchi wa Mbula, oh samani wa Mbula media ya yeah, wa Mbula Media ndio channel yangu inavyoitwa, hivyo jamani.